Karibu mtazamaji, mwaka unaisha na watu wako kwenye sherehe za kufunga mwaka, so Samia Suluhu Hassan ametoa salamu za kufunga mwaka 2025 na, na kukaribisha mwaka 2026. Na katika salamu zake hizo amegusia mambo yaliyojitokeza mwaka huu ikiwemo mauaji ya Oktoba 29 na siku zilizoendelea wakati wa uchaguzi